Mganga, mganga wapi tena mganga, mama yako! Mimi sio mganga mtani, huku vipi? Mganga ni Kilingeni, sio mganga basi huku, mtani. Eti mganga basi. Yaani, yaani ni sahi daru men sahi sahi, jaribu kuleta mteja sawa. Mteja Kilingeni, lakini sio mtani, usiniharibie soko. We vipi? Kwa hiyo wewe sahi hakuna kujuana? Ah, sio tikujuana, tanjua Kilingeni, sio bwana, huku hapo. Shwari, shwari, shwari nini, nenda zako. Ah, sasa kaka, vipi lakini ni kazi safi. Siko mm. tu. Mm. Mm. Sasa, simu uko sa nilivyopigwa sasa, niko na mazungumzo kidogo ambayo nilikuwa nanumiza kichwa kwa sababu kufikia sasa sina amani na inaniumiza ni mama. Sasa mimi sikuwa najua kama bibi ya mtu

hakuniacha ule mwanamke katokea kato muda sasa, amekuja me, uh, kwangu, siku fulani hivi umekule. Sasa ameaga kwamba anaenda kwa mamake wake mgonjwa. Baada yapo sasa mamake yeah, akaaga dunia. Sasa ikatokea kwamba mazisima watu ni mazishini afta kusika, yeah, yeah. nini hapa na pale ah, hakurudi ule mama oh. Sasa hawa majirani hawa majirani wote huku mtaani wana ile kunung'unika kwamba mimi nilisababisha ule

Akiza mazishini aa, lakini zhraku akiza na mizigo michiye, ni kumanisha kuko kuna utu ambao unaenderera kuko, lakini kafuelewa wakagudzana. Aha, mlumewe na wapangani mlumewe, vikara, wa vikara takafumanya bado na na... iye wakira oh, kuzaha mazishini, lakini vikara iye sista lazima ana utu ariokosa kuko, kangezire na mizigoye haha

Sawa, eh, tuliongea kidogo. Alikuja ile siku ya kwa jamaa, nimemwita tukakula amani vizuri kabisa, lakini sasa baada ya mazishi, yule mama yabaki kule kwao, ni bwana kufika sasa na tangazo. Mimi nimechukua kukodishia nyumba hapatikani. Sasa imefikia mahali paka nasikia huko mtaani kama mimi nitauawa. Sasa nimesikia watu wakiongea ongea, ile kitu kwama sana

Nwat mkubwa wangu nikuite unielekeze vile atakavyofanya kwaisha. Mesi lakini sasa mimi ule mwanamke siko naye tena, liachana achana kabisa unaanza tamani mbaya, unajua si hivyo. Mimi nilikuja, unapata pesa hiyo, ni na kawaida ya kupata pesa. Siku moja nitakuwa na pesa taa, wakati ilikupiga nauma baya sana walikuja hasa katika ile mkutano na mzee, wakanipiga wakanivunja mkono aki. Sasa nashukuru niko sawa. Sasa katika mazungumzo sasa na mzee mtata nisaidia w

kwambia yule si mganga yule masharti yale wewe ungeweza pia tulivyoenda kwa huyo jamaa tena mm. Tukakula mani, lakini sasa, sasa naongelea kuhusu mimi, naongelea kuhusu hawa wana kijiji. mm. Hawa majirani wanaongea kibaya kuhusu sasa. mm. Wanapanga panga, -panga njama fulani kama mimi natembea na ya yeah. Yeah, yeah. Nataka yeah. Munisaidie eh, mnipatie njia mbadala kama nitafanyaje sasa, maana nimefikia, nimefikia peak. Okay eh, imekatumu mwisho nasikia sasa mimi nakamenda sasa jueni brother wangu huyu mm. mm. jamaa unaweza pata namba yake asim, ata kama sio leo, kesho mm. okay, hey. namba yake kabla job yeah. ni jarikuongelesha jamaa mm. najataneshimu mm. asa mi nitatafuta namba yake tu nitakupa. mm -hmm. Lakini ama unafikiriaje? naona hiyo decision iko sawa? juu tukiongea naye kama sisi, anaweza tuelewa, kuna venye anaweza tuskiza. Lakini huyu juu venye nilikuja hiyo time walikuwa walikuwa na mtafaruko sana. Sasa sasa tunaweza ongea na yeye na katuelewa, yes. Mingine sasa tunahama tukarne na haa nyumbanilnyumbaniaelewanginariuynddaman Kunani kaloki kuno mbona? Ndugu zangu mlio Saudia, najua malengo yenu kuenda huko ni kuwa, baada ya kurudi Kenya, mjiendeleze, lakini sasa nashangaa mtu anaenda kule akirudi huku Kenya ananunua kaploti hata ukiangalia ukifananisha na jeneza, jeneza ni kubwa. Sasa ni hivi basi, pale mbonga kauma pale kuna plot zinauzwa, eka moja inauzwa kwa laki mbili tu. Halafu cha kushangaza zaidi, kila eka iko na maji. Sasa wewe mwenyewe utaamua, utajenga milango ama utafanya mradi wa kupanda mboga. Fanya hivi Kampuni ni moja tu, Pumziko Homes Enterprises iko pale Mtwapa Mtawa. Halafu cha kuongezea zaidi, ukiwa na l15 2025 ukileta kwa ofisi, tunachukua halafu installment. Usitake kujua unalipa mdogo mdogo kwa mwaka. With you, we are one. Karibuni yote

Mimi, mimi naomba mnisaidie jamaa, jamaa. kama Kama wewe Wewe unasema over over Na kitambo, hiyo hiyo sasa, unajua maji alimwagika tayari. Sasa hatuwezi kumsaidia sawa. Sasa nyinyi mnisaidie jamaa. Mkinisaidie mimi nitashukuru sana na pia mi i ndugu yenu hata zilonga zimtasema pengine sina uwezo kama nyinyi lakini mi ni ndugu madhara gani tafuta pesa utapata wasichana wako usianze kutafuta wenye walichoka hatari hata woni kulisi ule mama unamjua kile chombo nakijua kabisa

Okay. Wana hekima hekima ya mutu kaigwira na pesa wewe, okay. Kudima ukanambira visho kwa sabu sione uheshimayo pano, ni we uhende mcho wa mutu hoo kali na heshima jeri. Su, su, su, jamaa pia hapa, kuna vipesa vyake kitu. Huyu jamaa sina juu, mimi ana madharau. Ni vile sasa ni mkulima, huyo kazi urio nayo na mimi orio nayo mshahara wao ni wa mwaka ndio wangu wa wang mwezi sonna <laughs> <laughs> so, lakini <laughs> <laughs> uyahu hmm. Hana wakati na nereka jamaa mwingine na chenda fanikiwa

nigazigonambirani mm. anambata anamba kanikanimanya kabisa, mganga kilingeni nikaenda shereheni njere siaganga rao wale siwa ganga, ganga kabisa. Ni sai nataka niende kwa pasta sai, maanake yule ni kama ali nzulumu le pesa. Kwa hiyo hata sai umepanga nikwenda kwa mchungaji salafu karaazinoza niye karizimona kungirane mganga Okay, sawa nandiworiamba kala na gadimagosini tokiamba kalanadimanimwambira na, na kaluze pizza sima nyumba ukiamba vinadimikana <laughs> nilikuwa na muamini lakini sai mm. simwamini tena vision.

uwewetere kurero na mambo gakusaidiwa amba namala gari aa kala pikipiki fa kugurira inda shuru wa gari tama mbaya na mwimbaji mbona manya we tama mbaya akikwimbira wira

amchangu mimiaa, tuliongea alafu yendoka. Sawa tu cha Mungu zika kijana wetu hapa mtaani. Mm. Yeah. Sasa hii basi mambo ndio tunajua, bibi yangu. Bibi, sawa, malizia hii pombe nende nyumbani, bibi yangu.

Mungu, hawakupendi tena, mtani umebadilika kuwa gumzo hivi sasa, damu sinzito tena.